B Levoba Baba Levo amempa pole Ommy Dimpoz kwa kile ambacho kime kuwa kama tetesi zilizosambaa mtandaoni kuhusiana na Ommy Dimpoz kuachishwa kazi na boss GSM. Ingawa Ommy Dimpoz naye aliandika uh, wiki kadhaa nyuma kupitia Instagram Instagram yake yake uh, akisema kwamba atafanya nini sasa? Muziki wenyewe mpaka amesahau. So Baba Levo ameandika ameandika kwenye kwenye page yake ya Instagram, kwanza ameshare picha ya Ommy Dimpoz alafu ameandika homeboy Ommy Dimpoz. Najua kuna watu wengi sana wanafurahia kuona umeingia kwenye tatizo, ila kwangu mimi na kuombea sana Mungu akujalie uh, tajiri yarudishe moyo nyuma, yaishe. Natamani kuwaona mkiwa na furaha tena. Endelea kumwomba msamaha kiongozi, naamini atakusamehe, mmefanya mambo mengi pamoja. Na tajiri ni mtu muungwana sana. Comment zaidi ya 679 uh, kuna wengine wanaona kama Baba Levo ana kejeli tu. Juma Lokole naye amekuja hapa akisema kwamba umeona, utafute njia rahisi ya kutuhadithia, kukaa na jambo huwezagi wewe na mashabiki wengine pia wamepita kwenye sehemu ya comments hapa. So ishu ya Ommy Dimpoz kuondolewa, eh, ofisini kwa GSM, so ishu mpya kwa wanaofuatilia mitandao ya kijamii, basi umeshaisikia pengine, na hapa pia nilishawahi kukuwekea eh, kwamba zilianza kama tetesi kuwa Ommy Dimpoz amesimamishwa kazi na ameondolewa mpaka ofisini, zimebadilishwa password pale mlangoni, eh, fingerprint imebadilishwa sio ya kwake tena. Unakumbuka Ommy Dimpoz amekuwa akifanya kazi hapo kwa muda na ameshirikiana pia na wasanii wengi ambao amewapa mashavu kupitia yeye kupata nafasi, eh, kwenye ofisi za GSM. So ndio hivyo, kama ni kweli basi mambo yako hivyo. Ommy Dimpoz kwa sasa yuko nje ya Tanzania, nimeona post zake nyingi zinaonyesha hivyo. Na unakumbuka pia tangu ameanza kufanya kazi na GSM, speed yake kwenye muziki ilipungua kidogo, alikuwa anatoa kazi lakini sio, eh, kwa usiri ule mkubwa sana ambao alikuwa anaufanya before kuanza kufanya kazi na GSM, au sio? Kwa hiyo pengine, Ommy Dimpoz, kama ni kweli ameachishwa kazi, atarudi tena kuendelea kuaburudisha mashabiki zake kupitia muziki na maisha yaendelee, au vipi bwana? Una mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments? Lakini pia nikukumbushe ku subscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.